Tunapofikia mwisho wa safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Yeremia leo, hatupewi taarifa yoyote kuhusu siku za mwisho za nabii huyu. Inawezekana zaidi Yeremia alikufa Misri, na na nadhani ni huzuni kufikiria nabii huyu mwaminifu akiwa ameketi huko peke yake, watu wamekataa ujumbe wake, watu wamekuwa wakiepuka ushawishi wake mara kwa mara amefanya kazi kama mjumbe asiye maarufu wa, wa maangamizi, lakini pia ametoa ujumbe wa matumaini kwa ajili ya urejesho wa watu wake siku za usoni, na hilo lazima lilimpa moyo alipozeeka. Sasa tuko katika sura za mwisho za kitabu cha Yeremia, na tunakuta ujumbe wa awali kwa rafiki wa Yeremia Baruku ukirudiwa, u uh, unabii zaidi dhidi ya mataifa mengine na hadithi nyingine ya kuanguka kwa Yerusalemu. Hivi karibuni sura ya 45 inaturudisha nyuma hadi mwaka 605 wakati wa utawala wa Yehoyakimu, ambapo Baruku uh alikuwa akiandika kwenye gombo ujumbe wa Mungu kwa Yeremia. Uh, tulisafiri kupitia tukio hilo nyuma katika sura ya 36, na na ujumbe huo wa hukumu ya kimungu ulikuwa wa kusikitisha kihisia kwa Baruku. Anasema hapa katika sura ya arobaini na tano aya ya tatu Bwana ameongeza huzuni kwenye maumivu yangu, nimechoka na kuugua kwangu. Sasa tunapewa jibu la mara tatu la Bwana kwa Baruku. Kwanza, Bwana anasema hapa katika aya ya nne kile nilichojenga ninakibomoa. Kwa maneno mengine, Mungu ni mwenye enzi juu ya nyakati nzuri na ni mwenye enzi juu ya nyakati mbaya. Mungu pekee ndiye anayeamua wakati hukumu inafaa. Pili, anamwambia Baruku hapa asitafute mambo makubwa kwa ajili yake mwenyewe, asijali kuhusu hilo. Anapaswa kujali zaidi mipango ya Mungu, si yake. Nilipata aya hii ambapo Mungu anamjibu Baruku miaka iliyopita katika huduma yangu ya awali, na ilikuwa ya kushtua na ya kutia moyo. Bwana anamwambia Baruku hapa katika aya ya tano na je, unatafuta mambo makubwa kwa ajili yako mwenyewe? Usiyatafute. Kweli, nimekuwa nikisisitiza aya hii tangu wakati huo. Sasa, kwa tatu, katika jibu la Mungu, Baruku anaweza kufurahia ahadi ya Mungu ya kuhifadhi maisha yake, ingawa maafa yanakuja. Na kwa njia, wapendwa, kuna ukweli wa milele ambao tunapaswa kukumbuka tunapojaribiwa kukata tamaa juu ya kile kinachotokea katika dunia yetu, mtazamo wetu haupaswi huwa tamaa zetu, mapenzi yetu, bali ya Bwana. Sasa wacha nikuambie, mambo leo yanaweza kuwa hayajatulia, lakini Mungu hajapoteza nafasi yake. Yeye yuko katika udhibiti mkuu. Kama vile alivyokuwa hapa zamani, ndivyo alivyo leo. Sasa unabii wa mwisho wa Yeremia kuhusu mataifa unaanza hapa katika sura ya arobaini na sita. Hatufahamu hasa ni lini unabii huu wote ulitolewa, lakini unalinganisha unabii wote dhidi ya Yuda unabainisha kwamba Yeremia hakuwa msaliti kwa watu wake hata kidogo. Hakuwa hakuwa akiwachagua Yuda tu, alikuwa na maonyo makali kwa mataifa ya jirani pia. Na tunapoitazama sura hizi, sura hizi za mwisho za 46 hadi 51, hebu hebu Tujaribu kupata picha kubwa hapa ya mpango wa Mungu. Hukumu itatangazwa kwa kila moja ya mataifa yaliyotajwa hapa. Onyo la kwanza la Mungu ni kwa ajili ya Misri. Wamisri wamepata tu kushindwa mikononi mwa Nebukadnezar katika vita kuu ya Kakemishi karibu na mto Eufrate. Aya ya pili inatuambia hapa kwamba hili lilitokea mwaka wa 605. Hii ni mwanzo tu. Hata hivyo kwa miaka kadhaa baadaye, jeshi la Babeli la Nebukadnezar litaivamia misri yenyewe kulingana na aya ya kumi na tatu na litaharibu uu, ufalme huo. Usikose aya ya ishirini na tano kwa njia ambayo inasema hii ni hukumu ya Mungu juu ya Farao na Misri na miungu yake na wafalme wake. Sasa hukumu hii haitakuwa ya kudumu. Aya ya ishirini na sita inaahidi baadaye Misri itakaliwa kama katika siku za kale. Sawa, taifa linalofuata kusikia hukumu ya Mungu ni taifa la Wafilisti, hapa katika sura ya arobaini na saba adui huyu wa kale wa Israeli atatoweka kabisa kama taifa kutoka uso wa dunia. Ifuatayo ni ni Moabu, hapa katika sura ya arobaini na nane aya ya 16 inasema msiba wa Moabu uko karibu. Aya ya ishirini inasema Moabu amewekwa aibu, Moabu ameangamizwa. Kwa maneno mengine, Mungu atawahukumu kwa kupinga Israeli kwa kiburi na majivuno yao, aya ya 29. Lakini kama Misri, Mungu bado ana mpango kwa ajili ya Moabu. Tunasoma hapa katika aya ya 47: hata hivyo nitarejesha utajiri wa Moabu katika siku za mwisho, asema Bwana. Ifuatayo ni taifa la Amoni. Kaskazini mwa Moabu na wanakuwa lengo la hukumu ya Mungu hapa katika sura ya arobaini na tisa. Amoni watapata ukiwa na uhamisho, lakini kisha Bwana anawaahidi hapa katika aya ya sita, baadaye nitarejesha utajiri wa Waamoni. Ifuatayo ni taifa la Edomu Uu. wanaishi kusini mwa bahari ya chumvi. Wao ni adui mwingine wa Israeli na wanaonywa juu ya hukumu inayokuja aya ya kumi na tatu inatuambia miji yake yote itakuwa ukiwa wa milele unaweza kutafsiri kwamba a perpetual wasteland damasko mji mkuu wa siria umetajwa baada ya hapo mungu anaahidi hapa katika aya ya 27 nitawasha moto katika ukuta wa damasko na utateketeza ngome zake kisha yeremia anataja miji ya kedari na hazori wako huko katika jangwa la Arabia, lakini hiyo haitawalinda kutokana na hukumu ya Mungu. Kwa kweli, aya ya thelathini na mbili inatabiri nitaleta maafa yao kutoka kila upande wao, asema Bwana. Sasa Elamu inatajwa, hii ni Irani ya kisasa, itashambuliwa kutoka pande zote. Aya ya thelathini na sita inasema hakutakuwa na taifa ambalo wale waliofukuzwa kutoka Elamu hawatafika. Kwa maneno mengine, watu wa Elamu watashindwa na kutawanyika. Sasa kwa hayo, kilele cha unabii wa Yeremia kilichopatikana katika sura za hamsini hadi hamsini na moja kinazingatia hapa juu ya hukumu ya Mungu kuelekea ufalme wa Babeli. Kwa kweli, unabii huu hapa ni shairi moja ndefu sana. Ufalme wa Babeli ambao Mungu alitumia kuadhibu Yuda sasa utahukumiwa na Mungu na aya ya tatu hapa katika sura ya 50 inafupisha maangamizi yao yanayokuja kutoka kaskazini. Taifa limeinuka dhidi yake ambalo litaifanya nchi yake kuwa ukiwa na hakuna atakayeishi humo, kwa sababu Babeli ilimkataa Bwana Mtakatifu wa Israeli. Aya ya 29, sasa watakabiliwa na maangamizi. Sasa hapa katika sura ya hamsini na moja aya ya kumi na moja tunasoma jinsi Bwana atakavyofanya haya yote yatokee. Bwana amechochea roho ya wafalme wa Wamedi kwa sababu kusudi lake kuhusu Babeli ni kuiangamiza. Naam, Wamedi tunajua kutoka historia, pamoja na Waajemi wanakuwa chombo cha Mungu cha hukumu kushinda kile kilichoonekana kuwa ufalme usioweza ushindwa wa Babeli. Hilo litatokea mwaka wa 539. Danieli tano, kwa njia, inatupa akaunti ya Danieli kama shahidi wa macho wa kuanguka kwa Babeli. Kinachovutia ni kwamba kuanguka kwa Wababeli ambao walikuwa wameteka Yuda kutakuwa kichocheo cha urejesho wa Yuda na Israeli yote. Bwana anasema katika Yeremia 50:19, nitamrudisha Israeli kwenye malisho yake. Sasa wasomi wengi wanaamini kwamba hii ni rejeleo la siku hiyo ijayo ambapo Babeli ya mwisho itaanguka na Israeli itakusanywa tena katika nchi yao. Babeli itajengwa upya wakati wa dhiki, itakuwa makao makuu ya mpinga Kristo. Lakini tunajua nini ti, tunajifunza nini kutoka kwenye orodha hii ya mataifa yanayokabili hukumu ya Mungu? Kweli, kwa jambo moja, tunajua kwa hakika kwamba haki ya Mungu haiwezi kuepukwa, haijalishi inachukua muda gani, kwa wakati wa Mungu. Wacha Mungu hatimaye watabarikiwa, na wale wanaompinga Mungu siku moja watakabili hukumu yake ya moto. Sasa Yeremia 52 inatupa nyongeza kidogo kwa kitabu hiki chote, na hapa Yeremia anasimulia tena kuanguka kwa Yerusalemu. Hii inapanua kwa njia sura ya 39 hii itakuwa ukumbusho kwa watu wa mungu jinsi uharibifu wa yerusalemu utakavyokuwa mbaya na maanisha mji umeharibiwa hekanu la bwana litaharibiwa fikiria waabudu sanamu wasioamini wapagani wanatumiwa na mungu uhukumu watu wa mungu naam hiyo ni kwa sababu watu wa mungu walikuwa wamekuwa kama wapagani wenyewe Sura hii pia inaweka msingi kwa ajili ya shajara ya kibinafsi ya Yeremia ambayo ni kitabu cha Maombolezo, na tutaanza hicho ea, katika safari yetu ya hekima inayofuata. Kwa hivyo tunapofikia mwisho wa kitabu hiki, kitabu cha Yeremia, sura hizi za mwisho zinatukumbusha tena ukweli wenye nguvu uliodhihirishwa wakati wa huduma ya Yeremia. Mungu anaweza kutupa jukumu gumu kama alivyofanya na Yeremia. Inaweza kuwa ya upweke, inaweza kuwa isiyopendwa, inaweza kuwa ya kusumbua kihisia wakati mwingine. Lakini hapa kuna ukweli wa kudumu wa kukumbuka: maisha yetu na huduma yetu hayapimwi kwa idhini ya binadamu, makofi ya binadamu. Wakati wewe na mimi tutasimama siku moja mbele za Bwana, kitu pekee kitakachojalisha ni kupokea idhini, makofi ya Mungu.